Tabia ya baadhi ya wakuu wa taasisi na mashirika ya serikali kupuuza mapendekezo ya wakaguzi wa ndani imetajwa kuwa chanzo cha taasisi nyingi za serikali kupata hati chafu kwenye ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kila mwaka. Tabia hiyo imebainishwa na Rais wa Taasisi ya Ukaguzi wa Ndani ya Kimataifa nchini Tanzania IIA Dr. Zelia Njeza wakati wa uzinduzi wa mkutano wa wakaguzi wa ndani unaofanyika kwa siku tano kuanzia Machi 24 hadi 28 mwaka huu 2025. Dk Njeza ambaye ni Mwenyekiti wa Bodi ya Taasisi ya Wakaguzi wa Ndani Tanzania, amesema wakaguzi wa ndani wamekuwa wakitekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo wamekuwa wakikumbana na vikwazo vya wakuu wa taasisi ama mashirika kuto kuzingatia mapendekezo na ushauri. Kilio chetu ni miundo miundo kandamizi ya ukaguzi wa ndani, na tufanye tuweze kufanya kazi zetu kwa ufanisi. Tumekuwa tukilia kwa kipindi kirefu, lakini tunashukuru kwa ujio wa mheshimiwa waziri leo akimwakilisha rais kwamba kilio chetu sasa kinafika mwishoni na sisi tuko tayari kufanya kazi kwa weledi na kwa kuzingatia misingi ya utendaji kazi wetu kama wakaguzi wa ndani. Mfano, reporting structure zao wanatakiwa waripoti kwa bodi ya wakurugenzi, kwa wale ambao wana bodi au kwa uongozi wa juu ambao utamfanya yeye aweze kufanya kazi yake bila kuingiliwa lakini pia mkaguzi huyu anahitaji aweze uh, kuripoti katika eneo ambalo hata atakapotoa ripoti yake iweze kuchukuliwa na kufanyia kazi bila kuathiri, um, objectivity yake, sijui kwa Kiswahili nasemaje. Lakini kwa sasa jinsi ilivyo, tunaona muundo wa ukaguzi wa ndani haujakaa vizuri, nasema ni kandamizi kwa sababu reporting lines haziko clear, na ukiangalia tasnia hii unaweza compare na tasnia nyingine, unaona wenzetu wa tasnia nyingine wako juu zaidi kuliko sisi, kwamba maslahi yao ni yako duni, japo kazi tunayofanya ni kazi kubwa na ni kazi ambayo ina ni hatari. Kwa hiyo tunahitaji miundo ya wakaguzi wa ndani iweze kuboreshwa ili tufanye kazi kwa weledi unaotakiwa. Akizungumzia changamoto hiyo, waziri ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, George Simbachawene amekiri kupokea changamoto hiyo na amemwagiza katibu mkuu utumishi, Wizara ya Fedha na msajili wa hazina kuyachukua na kwenda kuyafanyia kazi ili kuondoa hati chafu kwenye taasisi. Madhara ni makubwa, kwa sababu ili serikali ipate kuaminika na wananchi ni pale ambapo fedha iliyotengwa kwa ajili ya jambo fulani imetumika kwa ajili ya jambo lile. Wakaguzi wa ndani hawa ndiyo jicho la ndani la taasisi wanapozuiwa kufanya majukumu yao kwa baadhi ya taasisi, wanapozuiwa kufanya majukumu yao, tayari unaanza kupata wasiwasi kwamba kuna jambo baya ambalo linafikiriwa pale kufanyika au kuna jambo ambalo lifanyika. Na ndiyo maana kama kuna eh, eh, accounting officer ambaye anamsikiliza mkaguzi wa ndani hawezi kupata haki, hati yenye mashaka au hati chafu, atapata hati safi. Na kwa hivyo mkaguzi wa serikali Controller and Auditor General akija pale kwa maana ya CAG akija kikagua atakuta kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo rai yetu kama serikali, na kwa kweli ndivyo sheria inavyotaka, ni kuhakikisha kwamba hata CAG anapofika kukagua, wale watu wa CAG kwanza wapate ripoti ya mkaguzi wa ndani na waanze na kikao kile cha kwanza, lakini pia wanapomaliza hata ukaguzi pale, mkaguzi wa ndani pia aweze kushirikishwa ili waweze kukubaliana au kuto kukubaliana katika yale ambayo CAG ameweza kuyaona, lakini pia accounting officer naye aweze kujua kitu gani ambacho hakikwenda sawa na alishauriwa lakini hakuweza kufuata. Lakini kui undermine nafasi ya mkaguzi wa ndani ni hatari sana kwa rasilimali za nchi, na ndiyo maana kwamba katika misingi ya utawala bora, sasa nazungumza kama waziri wa nayesimamia masuala ya utawala bora, moja kati ya misingi ya utawala bora ni maendeleo kwa watu. Fedha inapokuwa imetengwa kwa ajili ya jambo, lisipotokea, sio utawala bora. Kwa hiyo katika misingi ya utawala bora wakaguzi wa ndani ni ni kada muhimu sana ni lazima ipewe nafasi na ipewe nyenzo zote inayostahili kupewa ili iweze kusimamia rasilimali za Watanzania. Unasikia, unagusia teknolojia katika kada hii, tukusikie mara nyingine ya yeah. Teknolojia ni muhimu sana sasa, hii mambo yanabadilika na utaratibu wa ufanyaji wa kazi unabadilika, e, artificial intelligence, teknolojia kwa mfano ya habari te -te tehama zinabadilisha sana utaratibu wa kawaida wa ufanyaji wa kazi na hiyo haiwezi kuwaacha kada hii ya wakaguzi wa ndani katika kutumia teknolojia katika kuhakikisha kwamba inaongeza ufanisi, lakini kuongeza spidi, kwa sababu mambo siku hizi yanaenda kwa spidi sana. Unaweza ukawa mkaguzi wa ndani wa fedha ambayo inakimbia kwenye mifumo sasa, na wewe lazima utumie teknolojia kuweza kuangalia kwamba una monitor na kuwa jicho la umma. Kwa hiyo niseme tu kwamba teknolojia haiepukiki na wao lazima waingie kwenye teknolojia, na ni jukumu la waajiri na jukumu la masio kuhakikisha kwamba kitengo hiki, idara hizi zinapewa vitendea kazi vya kutosha ili viweze kutekeleza wajibu wake sawasawa. Kwa majina yanaitwa Christine Victoria Mbonya, mwenyekiti wa mkutano wa tatu wa public sector hapa Malaika Mwanza. Mkutano wetu umelenga kuwafundisha wakaguzi wa ndani, yaani masterclass ambayo ina zaidi ya wadelegeti 230 lakini pia tunao board members ambao wanafundishwa governance forum. Hawa wanafundishwa na kukitwa kwenye masuala ya utawala bora na jinsi gani kusimami ya kusimamia taasisi. Lakini pia tunao internal auditors conference ambayo tutaianza siku ya Jumatano ambayo italeta wakaguzi wote wa ndani wa public sector, hapa Mwanza kujifunza na kufundwa jinsi gani ya kuendeleza utawala bora, lakini kufanya pia kazi zetu za ukaguzi katika uh, new standard ambazo zimetoka mwaka huu wa 2025, lakini pia tumeleta wabobezi wakufunzi wabobezi katika taaluma za risk management control uh, pamoja na governance ambao watatufunda pia wakaguzi wa ndani katika mkutano huo. Wasiokuwa nia njema, tuseme wale wanaotaka kufanya mambo ya rushwa, wanaotaka kutumia vibaya hela za serikali, ni dhahiri hawawezi kuwapenda hawa wakaguzi wa ndani, kwa sababu wakaguzi wa ndani ni jicho la mwenye taasisi, ni jicho la umma ni jicho la Watanzania kwamba mambo yaende sawa, hiki akiendi sawa na shauri kabla CAG hajaja kukagua. Kwa hiyo eh, hayo ni mawazo mazuri, na mimi kama kiongozi wa niliyemwakilisha katika kufungua mkutano huu hu rais, nimesema tunayachukua na nimewaelekeza eh, wahusika kwa maana ya katibu mkuu utumishi, katibu mkuu Wizara ya Fedha na wote wanaohusika akiwemo na, na, na, na msajili wa hazina wajaribu kuangalia, na wao wenyewe wana tasnia hii, wajaribu kuangalia namna ambavyo tunaweza tukafanya katika kurekebisha hizo sheria ili kazi ya wakaguzi wa ndani iweze kufanyika kwa malengo na madhumuni ya uwepo wao kama kada muhimu katika katika serikali, lakini pia hata katika private sector, pia hawa nao wanakuwepo kwa ajili ya kuhu onyesha pale ambapo panavuja au pana tatizo, tutakuwa tumepata mafunzo makubwa, lakini pia kujua changes gani ambazo zimetokea kutoka kwenye IPPF kuja kwenye Global Internal Audit Standards ambazo zimekuwa adopted mwaka huu, lakini pia tutajifunza masuala mazima ya artificial intelligence, teknolojia, pamoja na njia bora za ukaguzi ambazo zitakuwa zimeainishwa kwenye standardi mpya.